Bila shaka upo uhusiano kati ya ukuaji wa uchumi na ukusanyaji wa mapato. Maana yake ukiwa na ukiwa uchumi unakuwa, kuna vipimo vitatu vikubwa vinaonekana kwa uhusiano wa, wa kibajeti, kwa sababu bajeti kumbuka ni swala la, la kodi kwa sehemu kubwa. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zinawasilisha bajeti zao za serikali kuu hii leo, ambapo Kenya inaonekana kuwa na bajeti kubwa zaidi ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania trilioni 87 saba, huku nchi ya Somalia ikiwa na bajeti ndogo zaidi ambayo ni sawa na shilingi za Kitanzania trilioni tatu nukta tano tatu. Katika kuangazia bajeti hizi kwa undani zaidi kwa jicho la kiuchumi, Land Dwellers imemwalika mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya uchumi, Dr. Bravious Kahyoza. Anaanza kwa kufafanua kwa undani zaidi ni kwa nini bajeti ya Kenya ni kubwa zaidi ikilinganishwa na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki na ni viashiria gani vya kiuchumi vinaweza kuelezea tofauti hii ni kweli bajeti ya kenya ni kubwa kuliko zote kwa sababu kubwa mbili moja ni ukubwa wa uchumi wa kenya ukilinganisha na nchi zingine za afrika mashariki ni uchumi ambao una wastani wa dola bilioni mia moja ishirini na moja na utaona uchumi unaoufuatia ni wa tanzania wa takribani dola bilioni themanini na tisa kwa hiyo bila shaka kwenye mipango ya kibajeti watakuwa na bajeti kubwa kuliko, kuliko tanzania ambao ni uchumi wa pili na hivyo kuliko nchi zingine zinazofuata lakini sababu ya pili ni matumizi makubwa ambayo Kenya inayo, na sehemu kubwa sana, kwa kweli utajua kwamba inalo deni kubwa na sehemu kubwa ya bajeti hiyo inakwenda kwenye deni hilo. E, vipimo na viashiria ambavyo vinatumika kufanya hivyo, moja ni uwezo wenu kwa mfano wa kukusanya mapato ya ndani, na ukiangalia ni kweli pamoja na kwamba wanadalo deni kubwa, lakini wanao uwanda e, mpana wa kukusanya mapato na mapato yake makubwa ukilinganisha na nchi zingine ambazo zinatuzunguka eh. Lakini jambo jingine ni uwezo, uwezo mkubwa sana wa, wa tija eh, kwenye uchumi wenyewe ile wanaita uh, productivity eh, thamani. Ukiangalia ripoti za IMF inaonyesha kwamba Kenya ina kiwango kikubwa kidogo, japo ni kidogo kwa maana ya Afrika kwa ujumla, lakini kikubwa ukilinganisha na nchi kama Tanzania, nchi zinazo zinazoendelea. Sababu ya mwisho eh, ni kwamba eh, upo uhusiano mkubwa sana kati ya kile tunachokiita kodi na patogafi yani tax to GDP ratio na ukitazama ni kwamba kiwango chake ni kikubwa ukilinganisha na, na ukubwa wa uchumi wake ni karibia asilimia kumi na saba kumi na sita kiwango hicho yani uwiano kati ya kodi na patogafi. Na nchi kama Tanzania ni kiwango cha asilimia kumi na mbili kumi na tatu hivi ni kidogo e, nchi kama Uganda ni kiwango kama kile kile na nchi kama Somalia eh, ni kidogo zaidi. Kwa hiyo hizi ndi ndo viashiria vikubwa kwa uchumi wa Afrika Mashariki, na hasa ukinapoangalia ukubwa wa bajeti kati ya Kenya na nchi zinazozunguka, kuna uhusiano gani kati ya ukubwa wa bajeti ya serikali na ukubwa wa uchumi wake? Kwa mfano bajeti ya Uganda ambayo inatarajiwa kuwasilishwa leo ni takriban shilingi trilioni 39.6 za Kitanzania, inaweza kutosheleza mahitaji ya maendeleo ya nchi hiyo kulingana na pato lake la taifa? Yaani, GDP, bila shaka, upo uhusiano kati ya ukuaji wa uchumi na ukusanyaji wa mapato. Maana yake ukiwa na ukiwa uchumi unakuwa, kuna vipimo vitatu vikubwa vinaonekana kwa uhusiano wa, wa kibajeti, kwa sababu bajeti kumbuka ni swala la, la kodi kwa sehemu kubwa e. Jambo la kwanza, kama uchumi unakuwa, maanake kiwango cha mtu mmoja mmoja ya kutoa kodi kinakuwa kikubwa, yaani wanaita per capita, per revenue, eh, kodi ambayo kila mmoja anaitoa katika nchi. Lakini jambo la pili ni kwamba inahusiana na matumizi, yani per capita spending, kwamba kila mmoja anatumia kiasi gani, eh, kwa hiyo vitakuwa kwa mfano kwa kila sekta kwa kila sekta ya afya au sekta ya elimu tunapanga bajeti kwa mtu mmoja mmoja kiasi gani. Kwa hiyo itaakisiwa ita kwenye ukuaji wenu wa uchumi. Na jambo la tatu ni kipato kipa, la mtu mmoja mmoja kwa sababu kama pato la mtu mmoja mmoja laongezeka yani per capita income, maana yake uwezo wa watu kuweza kutoa kodi unakuwa ni, ni mkubwa kwa hiyo upo uhusiano kati ya ukuaji wa uchumi na na ongezeko, lakini ni muhimu kuangalia pia kwamba eh, hoja ya kwamba bajeti kama ya Uganda ya trilioni thelathini itatosheleza mahitaji yake, huwezi kusema kwamba kwa sababu ni ndogo kuliko Kenya basi haitoshelezi mahitaji kwa sababu kwenye ongezeko la kodi I ni mean, kwenye ongezeko la budget ipo hoja pia kwamba unaweza kwa ukawa ongeza bajeti ambayo pia huwezi kuitimiliza vizuri bila kuwaumiza watu andani, umo, wa ndani kwa mfano ongezeko kubwa la kodi. Na utafahamu kwamba nchini Kenya eh, kumekuwa na magumu mkubwa sana wa, wa kisiasa wa kijamii eh, kwa sababu ya bajeti ya mwaka 2023 na ambayo ilikuwa na tozo nyingi sana, wananchi wakaenda mtaani wakamlazimisha Rais Ruto kuweza kuiondosha eh, bajeti hiyo. Kwaio huwezi kusema kwamba kwa sababu una kubwa basi unatosheleza, inawezekana pia ina gharama yake. Eh, na gharama hiyo inaweza ikawa ni kama hayo ambayo tumeyaona, kwani ni swala la, la ulinganifu na kubalansi kati ya eh, hali za watu na kile ambacho unataka kukifikia. Tanzania inatarajia kuwasilisha bajeti ya shilingi trilioni hamsini na saba. Je, kiwango hiki kinaakisi vipaumbele vya kitaifa kama vile elimu, afya na miundombinu na ni kwa namna gani bajeti hii inalingana na mahitaji halisi ya wananchi? Unaweza kusema ndiyo ina inaakisi vipaumbele mbele vyake vya elimu, afya na kadhalika, lakini ni muhimu kujua kwamba bajeti ni, ni zana yenye mambo mawili. Ni zana ya kisiasa kwa upande mmoja, ni zana ya kiuchumi kwa upande mwingine. Tanzania inakwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025, na ukilinganisha na nchi zingine, hakuna nchi inayokwenda kwenye uchaguzi eh, kwenye eneo letu kwa maana hiyo mwaka huu. Kwa hiyo bajeti hii bila shaka ni bajeti ya uchaguzi kwa upande mmoja, kwa sababu ni muhimu kwamba jambo hilo likafanyika, tukaweka urari mzuri wa kisiasa, ili tuweze kutekeleza majukumu mengine muhimu ya kiuchumi ya ki, ya ki na utaona kwa kweli kwenye bajeti zote za wizara eh, bajeti hizo zimepungua mwaka huu ukilinganisha na mwaka jana na hata zile bajeti muhimu, kwa mfano kama sekta ya, ya, ya kilimo, na hii ni kwa sababu yako mahitaji makubwa ambayo yatahitajika yata kwenye eneo la la kiuchaguzi. Na hili jambo muhimu kwa usalama wa nchi, jambo muhimu kwa demokrasia ya nchi lakini jambo muhimu e, kwa uchumi wake. Kwa hata kama bajeti hizi zimepungua e, bila shaka ni kwa sababu lipo jambo pia la muhimu zaidi ili kuweza kuweza kwenda kwenda mbele. Lakini bado bajeti yenyewe ina vipaumbele muhimu. E, miundombinu kwa mfano, jambo kubwa e, masuala ya ya kijamii kama elimu na afya bado imeendelea kupewa kupewa kipaumbele. E, kwa hiyo ni ni, ni bajeti ambayo nadhani ni ni sawa kwa wakati huu. Uh, jambo moja tu kama niloeleza awali ni kwamba uh, pamoja na kwamba bajeti hii inaongezeka kila mwaka, jambo moja hatujalifanya vizuri nalo ni kwamba uh, kuna bajeti yetu inatanuka kila mwaka, lakini uwezo wa kuhimili bajeti hiyo bado ni mdogo, na moja ni kile kigezo ambacho nimekisema awali, kwa mfano uwiano wa kodi na pato ghafi, kwa miaka kumi iliyopita, Tanzania tumebaki kwenye wastani wa asilimia kumi na mbili mpaka kumi na tatu miaka kumi iliyopita kwa kipindi cha miaka kumi yote, na hii sio ishara nzuri tunapokwenda, tunapokwenda, tunapokwenda mbele. Ukiangalia uwiano kwa mfano wa VAT kiwango chetu ni cha chini, cha chini ya asilimia sita napoangalia VAT dhidi ya pato ghafi, lakini ni asilimia karibu ya tisa nchini Rwanda, ni asilimia karibu ya kumi na moja nchini Afrika ya Kusini. Na haya ni mambo ambayo tunapaswa kuendelea kuyafanyia kazi. Mwisho ni muhimu sana. Watu wamekuwa wakisema tafsiri ya watu wawalipi kodi labda kwa mfano e, na nadhani tafsiri hiyo si ya kweli. Watanzania wengi wanalipa kodi kwa kila matumizi yao wanayoyafanya, lakini upande wa pili wa tafsiri hiyo ni kwamba wale watu ambao umewa formalize kwenye umewaweka, ume e, kwenye njia ambazo unaweza ukawafikia ukawa, ukawa, ukawa moja kwa moja Eh, bado kuna shida, tunataja kwamba wanaolipa kodi ni chini ya milioni mbili, lakini ukweli ni kwamba eh, ziko biashara kubwa, biashara muhimu ambazo zinaweza ku attract milioni tano nukta saba nchini Tanzania. Swali ni je, hao karibia milioni nne, kwa nini hawako kwenye mfumo, mifumo rasmi ya kuweza kulipa kodi ili kuweza eh, kuwa na bajeti ambayo inahimili masuala haya. Hili ni jambo la msingi sana kwenda eh, kwenda mbele, lakini ni bajeti ya uchaguzi bila shaka. Kwa kuzingatia kiwango kidogo cha bajeti ya Somalia ambayo kwa pesa za kitanzania ni trilioni tatu nukta hamsini na tatu, kuna hatari gani za kiuchumi au kijamii ambazo zinaweza kutokea hasa kwa nchi ambayo inakumbwa na changamoto za kiusalama na maendeleo duni? Ni, ni, ni bajeti ambayo wanaweza kuimudu wao. Ni bajeti ni nchi ndogo, kwa maana ya uchumi, nchi ambayo ina kashikashi nyingi za kisiasa, ina kashikashi nyingi za kiusalama kwa hiyo ni kweli kwamba mambo haya ni muhimu, wakawa na bajeti wakaweza kutekeleza mambo, lakini ni muhimu pia tukaangalia kwamba hawana hawana uwezo mkubwa e, kwa hiyo hakuna hatari yoyote kwa sababu ni nchi ambayo ime, imetegemea kwa muda mrefu toka maafa ya miaka ya tisini, e, imetegemea mataifa mengine kuweza kuwasaidia kufanya shughuli zao. Kwa hiyo ha, hata hiyo ya trilioni tatu nukta tano ni hatua kubwa, ni kiwango kikubwa. Uh, changamoto kubwa ni kwa sababu ni, ni nchi ambayo tumeingiza kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki uwezo uh, wake wa kwa mfano na bajeti kama hiyo, uwezo wake kwa mfano wa kuchangia wa kutoa mchango yake kwa mfano kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki umeendelea kuwa mdogo, na hiyo inaakisiwa kwenye bajeti kama hiyo, maana yake kwamba nchi za Afrika Mashariki zitahitaji kufanya zaidi, kwa sababu tayari ni ndugu yetu, tayari ni wenzetu, na na kwa hiyo, kwa kuwa na bajeti finyu uh, kiduchu kiasi hiki, bila shaka inakuwa inaita uh, wajibu kutokea kwenye mataifa mengine yanayoizunguka Somalia na hasa Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Uganda na maeneo mengine. Je, kuna faida au changamoto zozote ambazo zinaweza kuibuka kutokana na tofauti kubwa za bajeti kati ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hasa katika kutekeleza ajenda za pamoja za kimaendeleo? Bila shaka zipo changamoto za ambazo zinatokana na utofauti wa bajeti hizi na hasa utofauti huo ukiwa mkubwa. E, mosi ni kwamba tofauti hizi zina zinatofautisha hatua za kimaendeleo za kufanikisha yale mambo ambayo yanaunganisha kama jumuiya. Kwa hiyo nchi moja inakuwa mbele wakati fulani au mbili au tatu na zingine e, zitachia. Mfano mzuri ni jambo la bajeti ya Afrika Mashariki, ambapo utajua kwa mfano Kenya, Uganda, Tanzania zinakuwa mbele, lakini nchi zingine e, ziko nyuma na hii ni kwa sababu tu ya uwezo wake wa kibajeti wa ndani. Eneo la pili ni kwamba tofauti hizi zinaweza zikafanya nchi moja au mbili au tatu zichupe zaidi kwenye maendeleo, kwa mfano kulinganisha sekta za vipaumbele kama viwanda na kadhalika. Maanake nchi hizo zitakuwa zina uwezo mdogo wa kuvutia labda uwekezaji wa ndani, wa kuvutia uwekezaji kutoka nje, na madhara yake ni kwamba kutakuwepo na, na hali ya kusigana kati ya vipaumbele kati ya nchi moja na sehemu nyingine. Hata hivyo nchi hizi lazima tuzitazame kama bado nchi ambazo ni huru na nchi ambazo zinajitegemea sana kwenye vipimo vingi vya kiuchumi. Kwa hiyo tofauti huu hasa hauna madhara sana, ukiacha lile swala la michango eh. Kwa hiyo sio jambo ambalo linatisha lina, lina kwa kweli kwa aina ya gonje yote ile, na muhimu kukumbuka hapa kwamba vile vitu ambavyo vinaziunganisha nchi hizi hasa yale mambo yanayohusu kodi, mifumo kwa mfano ya kodi na mambo ya forodha na kadhalika e, vitu hivi vinakuwa vimejadiliwa na vimewekewa mazingira ambayo havitatofautiana sana, ukiacha ule ukubwa wa bajeti au udogo wa bajeti, lakini ile mistari yenyewe inayotoa inayo, inayo tafsiri ya bajeti yenyewe, kwa mfano masuala watu mtapata wapi fedha na mtafanyaje shughuli za kibiashara kati ya nchi moja na nchi nyingine, haya ni masuala ambayo tayari yanakuwa yamewekwa kwenye utaratibu mzuri. Na utakuta kwamba haya tofauti yani kwa kiwango chochote kikubwa. Kwa hiyo hili ndo la msingi la kweli la kuweza kutazama, lakini tofauti hizi as, e, ikiwa hivi kwamba ni nchi ambazo bado hatujafikia ule umoja wenyewe wa kuwa chini ya muungano mmoja, basi tofauti hizi zitaendelea kuwepo, nazo ukizingatia kwamba historia yetu imekuwa ni tofauti. Hatuwezi kwa maendeleo tofauti e, mikondo tunayoitumia ya kutaka kufikia maendeleo yetu na kwa ni tofauti bila shaka swala la bajeti kama nilivyosema, ni zana ya kisiasa ni zana ya kiuchumi, kwa upande mwingine, basi zitaendelea kuwa kuwa tofauti. Naam, huyo alikuwa ni Dr Bravious Kahyoza akichambua bajeti kuu za serikali za nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC. Hadi wakati mwingine tuendelee kufuatilia Land Dwellers, niseme kwa heri kwa sasa.